Afiki tu mm -hmm. Watu wasio ukijua kwenye kumhusu mtu mwenye digrii, mtu mwenye digrii ndo mtu ambaye anajua vitu vingi kuliko mtu yoyote mm. Yaani ukisha kuwa na degree, kila kitu unakijua. Sumu ya panya, panya, panya, panya mende, kumbuni, viroboto, titili safuhajua ya kunoauadas popo na dawa yako Hiyo msaifu. Yaani unaweza kupiga na sio hiyo tu. He. Mwenye degree hata ukondakta anaweza. Ah, ya, ya, ya ukondakta. Unatokea hapa ina ni mwenge kwenda hivi. Mwenge kwenda hivi. Kwen ah sasa, umepandia pale mwenge. Kituo cha kutoka mwenge pale, utaingia kwanza, utaingia mpakani. Ukitoka mwenge, unaingia mpakani. Mpakani, unaitafuta Rufungira. Ukitoka Rufungira, kuna kale kituo kabla ya Mlimani City, baada hapo unaingia Mlimani City. Ukitoka Mlimani City, unaingia kuna kituo kinaitwa Kivulini. Unavuta Kivulini, unaiweka hapa. Unaingia, kuna kituo kipo pale nani kabla ya kuingia mawasiliano, kuna kituo kipo hapa kwenye TCRA. Ukitoka TCRA unakuja unaingia nani pale, hey, simu elfu mbili, simu elfu mbili unaweka hapa, unaingia Ubungo Mataa. Ukitoka Ubungo Mataa unaivuta Riverside saidi, unaiweka hapa, si umenielewa, ha. Ukitoka Riverside unaingia Mabibo Hosteli. Mabibo Hosteli unaingia exteno unaiweka hapa, unatoka exteno unaingia gereji. Ukitoka gereji unaingia mwananchi mwananchi hiyo unaanza kuitafuta, kuna kuingilia Tabata kabla yakufika pale kuna kituo kinaitwa TOT unakivuta unaweka kape. TOT unaingia kuna kuingia tabata mwananchi unaivuta unaweka pale, unasogea mbele kidogo hiyo hiyo, unajua upo unaitafuta wapi. Buguru. Unaitafuta Buguruni marapa hiyo hey, kwenye daraja ukifika pano, kunya kushoto ukitoka ma... kwenye sheli unaingia Buguruni marapa hii hapa hmm. Buguruni marapa hapa, unakuja unaivuta, kuna kituo kinaitwa pale Amana. Na Amana na unaingia na Rozana, Rozana unaingia pale sasa, kwenye kisoko kipo mkono wa kulia hapa, yes. Kinaitwaje? kilo nakijua hapa pembeni, hapo hapo ukitoka kwenye kile kisoko sasa ndo unaingia Karume. Baada ya hapo mchu wetu unashuka unapotaka. Hiyo ndo kazi ya digrii, si umenipata hapo mdogo wangu, si umenielewa, mweshimu? mtu mwenye digrii hadi chumvi anaweza kazi. Hiyo ndo kazi ya, <laughs> <apu> <laughs> <ndokazi> ya digrii <laughs>